Palestina kisheria hii si nchi. Na moja ya watu ambao wanafanya Palestina isiyo nchi ni nchi ya Israeli. Na wengi wanajiuliza ni kwa nini Israeli haitaki Palestina kuwa nchi? Na hili ni swali ambalo leo nakuja kulichanganua kwa undani zaidi. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kila naporusha katika Rachel Robin Online TV na mimi ni Rachel Robin. Sasa basi moja ya sababu zinazofanya Israeli wasitaki kabisa kuona Palestina inakuwa nchi ni swala la kidini. Waisraeli wanadini yao inaitwa Judaism na wana kitabu chao kinaitwa Biblia ya Kiyahudi au Tanakh. Katika kitabu chao wameandikiwa kwamba kuna mipaka ile ya himaya yao ya kale. Kama tunafahamu, sisi watu wote tumetoka katika himaya. Zamani kulikuwa hakuna utawala wa serikali, kulikuwa kuna himaya ndogondogo katika maeneo yetu, mpaka hapa Tanzania kabla hata tujavamiwa na Wajerumani walikuta kuna himaya zetu ndogo ndogo. Kipindi hicho kila himaya walikuwa wanasimamisha Mungu wa himaya, na walikuwa wanaamini kabisa kwamba zile ima ni ardhi ambayo wamepewa na Mungu wao wa himaya. Na wenzetu sasa, watu wa pale Kaanani wao walikuwa tayari wameshajua kuandika na kusoma. Alfabeti zilizinduliwa pale Kaanani, ndio watu wa kwanza kujua jinsi ya kutumia alfabeti kwa hiyo sasa Wayahudi walipokuja kutengeneza himaya yao ya Israeli walikuta tayari wenzao wana himaya na wameandika mambo mengi juu ya Mungu wao na himaya zao. Mfano naweza nikawapa Iran, Iran tayari kipindi cha Iran walikuwa hawajao Uislamu bado. Walikuwa na dini yao maarufu ilikuwa inaitwa Zoroastrianism. Walikuwa wameshaandika kitabu chao siku nyingi sana kilikuwa kinaitwa Avesta. Kinaitwa mpaka sasa hivi na hii dini ipo sasa hivi pale Iran, na nabii wao walikuwa naitwa Zoroaster. Dini inaitwa Zoroastrianism, nabii wao alikuwa anaitwa Zoroasta, na nabii wao na na, na huyu aliongea na Mungu mlimani, kwa mujibu wa wao na dini yao na vile ambavyo wanaamini, na hivyo hivyo. Na wakaanani walikuwa na vitabu vyao, wa Egypt walikuwa na vitabu vyao vya kuwapa miongozo juu ya ardhi zao na miungu yao. Kwa hiyo na Wayahudi walipotengeneza himaya yao, wakaamua nao kuandika kitabu chao kitakachowapa miongozo juu ya Mungu wao wa Israeli ambao wakawa sasa uh, wanamwabudu na kuamini katika ile mipaka ya zi ile himaya yao. Kwa hiyo maisha yakaendelea hivyo. Umeona eh? Kile kitabu chao na Mungu wa Israeli alikuja kuwa maarufu kuliko miungu ile mingine kutokana na swala zima la wakoloni. Himaya ya Roma ilipoenda kuwavamia pale. Himaya ya Roma karne ya nne walianzisha dini ya Kikristo. Umeona eh? Walipoanzisha dini ya Kikristo waliandika kitabu cha Agano Jipya, lakini stori nyingi pia na wao walichukua kule katika kitabu cha Wayahudi, stori kama za kina Musa, za kina Suleimani, za kina Daudi, walichukua kutoka katika kitabu cha Wayahudi. Kwa hiyo himaya ya Roma ilitawala maeneo mengi. Kwa hiyo wakaanza kupeleka kile kitabu, Biblia Agano Jipya, maeneo mengi walikuwa wanaenda kusawala. Kwa hiyo hata walipokuja kwetu Afrika, walikuja wamishonari wakiwa na bibilia na kutusomea habari za Mungu wa Israeli najinsi alivyowapa Waisraeli ardhi yao. Kwa hiyo watu wote uh, wakoloni walikuwa wanatuambia tuamini katika suala zima la Mungu wa Israeli na kuipambania ardhi ya munu ardhi ya israelikwao ndomana watu wengi wakawa wanaamini kwamba Israeli ndio taifa teule, ni taifa la Mungu. Umeona, lakini kiuhalisia ni kwamba kama wakoloni wasingekuja kututawala wakiwa na Biblia mkononi tusingejua kuhusiana na Mungu wa Israeli wala ardhi ya Israeli, bali tungekuwa tumefocus kwa Mungu wetu sisi na ardhi zetu sisi za asili. Umeona, eh? Lakini hivi ndivyo ilivyokuwa, na sasa hivi haya ndio mambo ya yalivyo. Lakini sasa utawala wa himaya ulishaisha siku nyingi sana kwenye nchi nyingi, na sasa hivi hata wale tu ambao wanatawaliwa kihimaya bado inabidi wafuate sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kuna mipaka mipya ya Umoja wa Mataifa na ambao na Israel na Palestina wamepangiwa. Kwa hiyo Israel hawataki kuifuata ile mipaka ya Umoja wa Mataifa, wanataka kufuata mipaka yao ya himaya japo Umoja wa Mataifa ndio watu ambao waliwaundia nchi wa Israeli mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane Kwa maana hiyo ili Israeli waweze kuchukua zile ardhi zote zilizokuwa katika himaya ya Israeli ya kale, ili waendane na maandiko ya kwenye kitabu chao jinsi Mungu wa Israeli alivyowaambia, Mungu wao wa himaya wa yao ya Israeli alivyowaambia ni lazima wachukue ardhi za Palestina kwa sababu wakati Umoja wa Mataifa unakata mipaka, kuna baadhi ya ardhi ambazo zamani zilikuwa katika himaya ya Israeli kama ardhi ya Jerusalemu ikakatwa nusu. Jerusalemu mashariki iko sasa hivi upande wa Palestina kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Mataifa, kitu ambacho Israel hawataki. Kwa hiyo sababu za kidini ni moja ya sababu zinazofanya Israel wasitake Palestina kuwa nchi, kwa sababu ikiwa nchi inaweza ikapewa nguvu kijeshi na nchi nyingine washirika alafu wao wakashindwa kuweza kufanikiwa kuchukua zile ardhi za Palestina wanazozitaka. Sababu nyingine inawafanya Israel isikubali Palestina kuwa nchi ni sababu za kibiashara. Kivipi? ardhi ya Palestina ni ardhi ambayo pia inawathamanisha kibiashara, let's say, upande wa Gaza. Gaza kijiografia imekaa pembezoni mwa bahari ya Mediterania. eneo lote loka hapa pembezoni mwa bahari ni eneo zuri, hata huko kwetu eneo ikiwa pembezoni mwa bahari, kiwanja kinauzwa bei kubwa hiyo Gaza imekaa sehemu nzuri ya thamani, umeona eh? lakini kiuhalisia Gaza haikuwepo katika himaya ya Israeli zamani. Kiuhalisia Gaza ilikuwepo pa, eneo la himaya ya Palestina ilikuwepo pale maeneo ya Gaza yalipo kwao. Gaza ni eneo ambalo yani, bila hata mipaka ya umoja wa mataifa ilikuwa ni eneo lenye himaya ya Palestina ilipokaa pale, lakini kama nilivyosema, sababu za kibiashara, Israeli wana nguvu kijeshi na uwezo wa kujitanulia ardhi. Kwa ajili ya kujinufaisha kibiashara kama ilivyo kwa mataifa mengine makubwa. Kwa maana hiyo pale Gaza, moja ya tuhuma ambazo Israel wanatuhumiwa ni kwamba wanataka kujenga mfereji wa Ben Gurion, yani Ben Gurion kanali. Huu ni mfereji ambao inasemekana wanataka kujenga utapita maeneo ya Gaza kutokea katika bahari ya Mediterranean. Na inasemekana ni mpango alioanza kuanzia miaka ya 60. Kwa nini wanauita mfereji wa Ben Gurion? Kwa sababu Ben Gurion ndiye waziri wao mkuu wa kwanza. Unaona, huu ni mfereji ambao utawapatia pesa nyingi, utawafanya wasiwe tegemezi kwenye mfereji wa Egypt ule wa Suez. Lakini pia washirika wao pia wataweza kuutumia huu mfereji. Kwa hiyo, na wote watakuwa hawana utegemezi tena kwa Egypt. Utakuwa hakuna haja tena ya kumchekea-chekea Egypt, endapo wataujenga huu mfereji wa Ben Gurion pale Gaza. Kwa hiyo, hawawezi kukubali Palestina ikiwa ikawa nchi wakati wanataka eneo la Gaza pale. Kuna mengi wanataka watumie, watumie pale katika eneo la Gaza umeona. Lakini kitu kingine ni madini upande wa West Bank. Kule Palestina kuna madini si mengi, lakini kuna madini, lakini pia kuna nishati si nyingi, lakini nishati zipo, lakini pia kuna swala zima la utalii upande wa West Bank uh, kuna watalii huwa wanaingia kule kuona mji wa Bethlehem alipozaliwa Yesu huko upande wa Palestina. Kwa hiyo wataingiza hela za utalii. Kuna watu wengine watalii wanaenda kuona kaburi la Ibrahimu au Abraham na mke wake na mtoto liko Palestina katika mji wa Hebron, kwa hiyo pia wataingiza pesa za utalii endapo watai control swala. Lingine linalofanya Israel wasikubali Palestina ikawa nchi kirahisi ni swala zima la usalama katika mipaka yake, unaona uh, swala zima la Israel wamezungukwa na maadui pande zote siku Palestina ikitawazwa kuwa nchi maana yake ni kwamba Palestina watakuwa na control na mipaka yao yote kwa asilimia mia. Sasa hivi Israel wana control mipaka yao lakini, wakiwa nchi, Palestina itakuwa na uwezo wa control mipaka yake yote kwa asilimia mia. Israel atatakiwa aondoe majeshi yake na mapolisi yake na mapolisi wao ndani ya Palestina. Palestina pia watakuwa na uhuru sasa na kisheria kushirikiana na nchi mbalimbali na ni wazi kabisa kwamba hawatajiweka sana mikononi mwa nchi za magharibi kwa sababu ndio marafiki wa Israeli, adui yao namba moja. Watajiweka katika mikono ya nchi nyingine kama Iran. Sasa Iran yakiingia mahusiano na Palestina ya kiserikali, maana yake ni kwamba in case wakiingia mkataba ya kijeshi, Iran kuweka silaha zake ndani ya Palestina, itakuwa ni hatari sana, au Iran kumpa teknolojia za kijeshi Palestina, itakuwa ni hatari sana kwa Israeli, wamepakana na Israeli kuna Korea ya Kaskazini Kim Jong Un haelewani kabisa na Israeli. Korea ya Kaskazini ni adui wa Israeli. Kwa hiyo akiingia akiweka mahusiano na Palestina maana yake itakuwa ni hatari sana kwa Israeli. In case wakaingia mkataba wa kijeshi na Palestina ni hatari zaidi kwa Israeli. Na huwa anatumiwa Korea ya Kaskazini kusaidia vikundi mbalimbali vinavyopambana na Israeli. Kwa hiyo itakuwa ni hatari katika mipaka ya Israeli. Kuna Pakistani. Pakistani ni wazi ataingia ushirikiano na Waarabu wenzia, uh, wa, wa Palestina kwa sababu India ana urafiki na Israeli. Kwa hiyo Pakistani ni nchi yenye nyuklia, kwa hiyo ni wazi kabisa itakuwa ni hatari vipi. Pakistani akisema anapeleka nyuklia zake Palestina ni hatari. Kwa hiyo Israeli ili kulinda mipaka yake atahakikisha siku zote Palestina anaizuia kwa muda mrefu kuwa nchi na vikwazo vyote hivi ambavyo wanapata wa Palestina, ili wasiunde taifa. Je, wanaweza kuja kufanikiwa kuunda taifa hili? Ndio swali ambalo nakuja kulichambua katika video inayofuata. Ili uweze kupata huo uchambuzi, subscribe hapo chini, ili nitakapoposti uwe wa kwanza kuupata. Je, wanaweza kufanikiwa kuja kuunda taifa pamoja na vikwazo vyote hivi?